Shirika la ndege la Air Tanzania limeripoti hasara shilingi bilioni 91.8 kwa mwaka wa fedha 2023 hadi mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko kubwa la asilimia 62 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Ufinyu huu wa kifedha unaweka Air Tanzania miongoni mwa mashirika ya serikali yanayopata hasara. Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, CAG, Charles Kichere aliwasilisha matokeo ya ukaguzi wake kwa Rais Samia Suluhu Hassan Alhamisi, Machi 27 mwaka 2025 katika Ikulu jijini Dar es Salaam. Licha ya kupokea ruzuku ya shilingi bilioni mia moja kutoka kwa serikali ya Tanzania, ilikabiliwa na changamoto kubwa za kiutendaji ambazo zilichangia sara hiyo kuongezeka. Bwana Kichere alihusisha matatizo ya kifedha ya Air Tanzania kwa kiasi kikubwa na muda ulioongezwa ukarabati wa ndege za Airbus ambayo ilisababisha kusimamishwa kwa ndege kwa miezi kadhaa na kuathiri sana shughuli. CAG alisisitiza haja ya dharura kwa ATCL kufanya kazi kwa karibu na serikali ili kuangalia mikakati ya kiutendaji yenye tija zaidi. Alizitaka pande zote mbili kuzingatia uboreshaji wa usimamizi wa fedha na mambo ya kiuchumi ili kuimarisha utendaji kazi wa shirika la ndege na kuhakikisha linakuwa endelevu kwa muda mrefu.